Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Siku ya nane ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume kupitia ofa ya Al-Hikma Foundation ni kituo cha sita leo hii katika kituo cha afya hiki cha Kijichi. Utafahamu kwamba jana tulikuwa pale maeneo ya Mbagala Kuu katika zahanati ya Mbagala Kuu, lakini leo tupo katika kituo cha afya cha Kijichi. Leo mambo yatakuwaje? Tuliona jana mwitiko ulikuwa mkubwa pale Mbagala Kuu. Kwa sasa moja kwa moja tuingie ndani tukaungane naye Dr. Mwimbe Juma, ambaye kama kawaida yake kabla ya kuanza zoezi hili la suna, moja kwa moja anaanza kwa kutoa maelekezo kwa wazazi, nini ambacho wanatakiwa kufanya kwa watoto wao baada ya kufanyiwa suna. tunapokuwa tumemwekea kipira ule mtoto wako, mbele ya kamba kunakuwa kuna kijingozi kidogo tumekiacha Sawa, kwa ajili ya kufungia ile kamba mbele ya kufela kwenye kile kijingozi, tunakushauri huo unapakaa dawa ya uh, cream tutakuandikia inaitwa Silverex. Sawa, kwa kuna cream inaitwa Silverex, unakuwa unampaka mtoto wako asubuhi na jioni na asubuhi, maanake baada ya kufanya nini, ya kukoga. Kwa kwao akishakoga mtoto wako unampakaa nini, hiyo dawa Silverex, lakini kabla ya kukoga nunua deto, sawa? Deto ya nini, ya maji ile. Chukua kifuniko kimoja cha deto ya maji, mimina katika katika beseni, weka maji ya vuguvugu vugu, mkalishe mtoto wako pale. Mtoto anaweza kakaa pale kwa dakika tano kumi hata kumi na tano mpaka ile sehemu ilainike, msafishe hata kwa kidole chako tu, sawa? Safisha vizuri ile hakikisha dawa uliyoweka asubuhi haikutani na dawa ya ya jioni, kwa maana ya kwamba unapotaka kumwekea dawa ya jioni hakikisha ile dawa ya asubuhi yote umefanya nini? Umesafisha sawa. Ukifanya usafi huu hautakuja hata hospitali kwa watoto wengi. Mnaelewa kinachohitajika pale ni usafi tu. Hata ukifanya usafi vizuri kama hivi ninavyokuambia hautasikia harufu hautaona usaha, hautaona chochote. Vinginevyo, ukishindwa kufanya huu usafi, utaanza kulalamika mtoto wangu anaona kuna usaha, naona mtoto wangu naona kuna, kuna harufu sawa ni kwa sababu ya usafi. Aliyoshonwa mrudishe hospitali, afanya nini abadilishwe gozi kwa sababu tutamfunga nini na mtazamaji, baada ya maelekezo hayo kutoka kwa Dr. Mwimbe Juma kwenda kwa wazazi kuhusiana na kile ambacho wanatakiwa kukifanya kwa watoto wao baada ya kufanyiwa suna, wazazi wao wanasemaje? Dokta nimemwelewa jinsi ya kufanya. Kuna kuna option kama mbili, kuna kuvalisha mipira, kuna kushona. Basi nimemwelewa katika kushona na katika kuvalisha vipila nimemwelewa kwa kweli, asante. Hiyo fayo, kwa mara ya kwanza ulisikia wapi? Kwa mara ya kwanza nimeisikia mbaga na kuu, na leo nikabidi nifuatilie hapa. Mgeni nani wewe? Wow, umeleta nani hapa? Nimeleta wanangu wako wawili. Miaka yao miaka yao kuna miaka sita, saba na miaka mitatu. Nimemfahamu, ametueleza kuhusu usafi wa mtoto eh, kwanza kama anaekewa kipira basi awe ni mwenye kusafishwa, kwa hiyo anunuliwe deto, awekwe katika maji dakika tano kumi, unamuweka pale, ikisha unamsa, una, unamsafisha vizuri, unampaka na hiyo dawa e, maisha yanaendelea. Kwanza tunamshukuru wa Allah Subhanahu wa taala aliyowawezesha Alhikma Foundation. lakini vilevile tunawashukuru Alhikma Foundation Wahili, sumungo, daktari, kwa hili walilolifanya, Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri. Nimemfahamu daktari kwamba anatupa maelekezo ili tuweze kuangalia vizuri hawa watoto kwa sababu e, kwanza ametuambia sehemu se yenyewe inayofanyiwa suna ni sehemu nyeti, ambayo, ni sehemu nyeti ni sehemu ambayo ni maisha ya mtoto wa kiume. Kwa hiyo tuiangalie kiuangalifu sana, ili asije akaingia katika matatizo, ndio nilichomuelewa daktari hiyo. fa kwa mara ya kwanza nilisikia katika mashindano ya Qur'ani. E, ya Al-Hikma Foundation nikiongozwa na Sheikh Nurdin Kishki, ndio e, nilisikia hapo. Kwa kweli jambo la kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu eh, kwa kutujalia hii taasisi ya Al-Hikma Foundation, kwa sababu Al-Hikma Foundation hawadhamini, eh, hakudhamini hii tu wafanyao watoto sunna, ni vitu vingi wanadhamini tunatoa shukrani za zati wa kutusaidia, sababu ni msaada mkubwa sana wameotoa kwa sisi hapa hapa, hususan mimi yeah. Kwa mara ya kwanza nilisikia mtandaoni katika magrupu yetu ya Kiislamu nikaja kupata hii habari nikasema alhamdulillah isbini, nikaifuatilia Ndoisha, kwa kwa ndio business nimeamua kuja sasa hivi hapa kwanza. Allah azidishie kheri alete baraka aonde na husda na fitna zote zinazofanywa na watu, cha muhimu ni kuwashukuru tu mpaka nas... ma... ma... ma... ma... ma... sasa hivi kuna Mwenyezi Mungu ana nani, ipo hadithi moja nasema mala yashkurunasa la yashkurullah, usipomshukuru binadamu wenzio hata Mwenyezi Mungu atashinda kumshukuru. Kwa hiyo Allah azidi sheheri na jambo hili endelee zaidi ya hili. Sasa tukazungumze na Bisara kesi Simba, ambaye ni mratibu katika siku hii leo, atuambie mpango ukoje mpaka muda huu. Kwa upande wa jambo, alhamdulillah rabbul alamin linaendelea vizuri, kama ulivyoona mwitiko ni mkubwa sana, alhamdulillah rabbul alamin na mpaka sasa tumeweza kusajili watu sitini na nane lakini still bado wanakuja wanaongezeka, wako ambao bado wako njiani, wako ambao tayari wako kwenye foleni wanajiandikisha, lakini idadi mpaka sasa imefika ni watu 68 na kama unavyoona wako watu wengi sana na mwitikio ni mkubwa zaidi, tuna expect kupata zaidi ya hawa. Mimi bwana naitwa bwana Batazali, natokea mgeni nani hii. mm-hmm. Eh bwana, nikapata taarifa kwamba kuna watoto wanafanyiwa usafi kwa hiyo nikaleta watoto wangu hawa. Nilikuwa nimekwama labda kifedha, na ndio maana wamechelewa. Majina ya watoto wangu bwana, mmoja anaitwa Samueli Batazali Denisi, wa pili anaitwa Abineli Batazali Denisi, wa tatu anaitwa Morris Batazali Denisi. Mmoja ana miaka kumi na mbili na mmoja ana miaka tisa na mmoja ana miaka mitatu. Kwa hiyo nawashukuruni sana hawa mabwana kwa, kwa shughuli hii ambayo ni ya, ya kuwafanyia watoto usafi wanapokaa pamoja. A mabwana wanie mamoja kwa ushirikiano mamoja. Mungu awasaidie na wakaendelee na shughuli zao hizi katika kusaidia taifa hili, maana sio wengi waliokuwa na uwezo, wengine wana matatizo ya kifamilia, lakini tunasema kwamba asanteni sana. Mama yetu huyu ameleta watoto wawili, na mmoja tayari ameshafanyiwa na mmoja sasa hivi ndio anaendelea kufanyiwa, akiwa anamsubiri hapa. Mamaangu, shikamo. Marahaba. unaitwa nani mama? naitwa Sara Daniel Sira. nani Sara Daniel Sira. Sara Daniel ya Sira. Eh, una mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Kibonde Maji. Kibonde Maji. Hapa umewaleta watoto wangapi? Hapa nimeleta watoto wawili. Ni watoto wako ama wa wajukuu zako? Ni watoto wangu. Majina yao na miaka yao? Mmoja anaitwa Seba Paulo Aengo ana miaka kumi na mbili na mmoja anaitwa Nathan Paulo ana miaka kumi. Hiyo ofa kwa mara kwanza mama ulisikia wapi? Kibonde Maji na Kijichi umbali sio mdogo. Eh, ni kweli kabisa katika tembea tembea yangu nilisikia tu watu wanazungumzia bwana, kuna ofa imetolewa ya tohara katika mahospitali ya serikali. Ikabidi nikaulizia, wakaniambia hospitali ya Mbagala Kuu. Leo asubuhi nimeenda Mbagala Kuu pale nikasema, wakaniambia kwamba ilifanyika jana, leo iko kijiji. Ikabidi tena nichukue usafiri nikaja mpaka kijiji leo kwa kweli ninachoambia, kwa kweli, Mwenyezi Mungu awabariki sana sana sana sana, kwa sababu wametusaidia ambapo walikuwa tujafanya watoto tohara, leo tumefanya, tumefurahi na Mungu awabariki, na Mungu waendelee na moyo huu, huu hata siku, siku nyingine tena waweze kutusaidia tena kwa siku nyingine. Hatimaye mtazamaji wa Kishki TV hapa katika kituo hiki cha afya cha Kijichi zoezi hili la suna limetamatika. Dokta Mwimbi atatueleza leo shughuli ilikuwaje, kwa sababu leo ni katika siku ambayo jambo limechelewa kuisha kuliko vituo vyote ambavyo tulikuwepo. Sababu ni nini? Yote ataeleza Dokta. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, pole na hongera. Tuambie shughuli ilikuwaje leo. Leo hmm, hmm, alhamdulillah. E, tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa, ta kwa kutujalia kufika siku ya leo na kuikamilisha kwa sababu ilikuwa ni siku ndefu, ilikuwa siku hectic watoto uh, walikuwa ni wengi mashallah na alhamdulillah, tumewamaliza wote, tumewafanyia takriban watoto mia, watoto 83 uh, of course, toka asubuhi tumefika, walikuwa wali wamejiandikisha walikuwa ni wengi, walijiandikisha almost 88 kama sijakosea, na tumewafanyia 83 siku ya leo, ambao hao ndio waliokuja wali, hao wengine watano nadhani walikuwa na dharura zao, wameshindwa kufika kwa tumefanyia tunamshukuru Allah kwamba tumemaliza, ndio maana umeona tumechukua muda mrefu kwa sababu kwetu sisi, this is the record. Yani, tunavunja record yetu wenyewe. Record yetu uh, tulikuwa tumeshikilia, ilikuwa ni ya watoto 74 uh, ambao uh, tulifanya uh, Charambe, Mbagala Charambe, lakini leo hii katika kituo hiki cha Mtoni Kijichi uh, tumefikisha watoto 83 this uh, ni record kubwa sana ambayo Uh, tumeweza kuifanya kwetu sisi. Tunamshukuru Allah alhamdulillah, kila mawio yana machweo, kukicha kutakuchwa na kukuchwa kutapambazuka tena, hatimaye tumefika tamati siku hii leo katika kituo hiki cha afya cha Kijichi. Zoezi hili la sunna kwa watoto wa kiume chini ya Al-Hikma Foundation limemalizika hapa kupitia jopo la madaktari wa SMV wakisaidiana na madaktari na wauguzi kutoka katika kituo hiki cha afya cha Kijichi. Hakika shughuli imekuwa kubwa sana. Umemsikiliza hapa Dkt Mwimbe tangu asubuhi, na muda huu ikiwa ni saa moja hivi, hata magharibi tayari imeshapita, eh, ndio zoezi hili limemalizika kabla ya leo, kwa maana vituo vyote eh, vitano, nazungumzia Yombo, Buza, Tandika, Sharambe, Mbagala eh, Kuu ilikuwa idadi inasoma 403 ya watoto wote ambao tayari wamefanyiwa suna kupitia ofa hii na leo katika kituo hiki cha afya cha kijiji idadi ya watoto 83 na tatu wameweza kufanyiwa suna na hii inapelekea kufikia watoto wote ambao tayari washafanyiwa suna katika vituo vyote hivyo kufika 486 ni idadi ya watoto kumi na nne tu wamesalia ili E, iweze kufika nusu ya watoto ambao e, mkurugenzi mkuu wa Al Hikma Foundation na da'i wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki aliahidi kuwafanyia watoto elfu moja. Wamebaki 14 kufikia watoto hao nusu ya watoto wale ambao kwamba wapo ndani ya ahadi kwa maana elfu moja. Kumbuka, vituo vingi vimesalia zaidi ya kumi. Leo ndio kwanza ni kituo cha sita. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi leo, hatuna la ziada. Nyuma ya kamera alikuwa Omari Salum Nyanga. Baada ya hapa kituo kinachofuata juma lijalo, kwa maana Juma Mosi na Juma Pili tutakuwa pale maeneo ya tua ngoma na mikwambe. Endelea kutofuatilia, mimi ni mwana wa mahali mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarehe kumi na saba mwezi wa tano ishirini ishirini na tano tutakuwa zahanati ya tua ngoma, na tarehe kumi na nane mwezi wa tano zahanati ya Mikwambe. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.